Huyo ndiye nani? Mwalimu. Sasa mwisho, uongozi ukichaguliwa, mzee Kimiti, Mwalimu alisema watu kwanza, lakini watu wa aina gani? sifa za watu ni nini? Usawa ndiyo, heshima kwa kila mtu ndiyo, haki kwa kila mtu ndiyo, fursa sawa, ili uweze kuishi vizuri kama wengine, kwa kila mtu sawa. Mali hii yote mnayoona yote, mali na nina nini, yetu wote. Huyo ndiye alikuwa mwalimu. Ukijua hivyo, huwezi kupotea. Lakini pili, mwisho uwe unatosheka. Kama ni kiongozi, uwe unafanya nini? unaibaiba unadokoadokoa, una tamaa, unataka hiki, unataka hiki, unataka hiki, unataka hiki, unataka hiki. Na alisemaje? Mshika mbili mmoja itafanya nini? Mnajua hivyo, ukihangaika na mali sana, huwezi kuongoza watu wala huwezi kuwaheshimu, utaanza kuwanyang'anya. Wala huwezi kutambua kwamba hawa ni watu sawa wote, wana mahitaji yale yale ya msingi. Wala utasahau na Mwalimu wa kusahau tunaomba umalizie, kusahau kutambua kwamba uliumbwa na Mwenyezi Mungu kama alivyoumbwa mwenzako. Niwaambie neno moja la mwisho tu Mwalimu alisema mwende, mnafikiri, nikikuona wewe najiona mimi, nikikuona wewe najiona mimi. Nikikuona wewe ni nani? Mtu, na wewe ukiniona mimi ni nani? Mtu. Sasa katika uongozi, kama nasaidia watu kuishi, kupata amani, umoja na maendeleo, wewe unamwona mwenzako ile ni nyani sasa uchaguzi mzee ni, naomba niseme neno moja ma ukiniita hapa mzee, nina shida ya kusamarize mambo ya Mwalimu. Uchaguzi, Mwalimu ameacha maandiko mengi sana ya uchaguzi. Uchaguzi ni tendo ni tendo ni tendo tukufu takatifu, unampa mtu nafasi yake, na sisi katika muda wa miaka mitano, kila miaka mitano kwenda kuamua nani atashirikia naye katika kipindi kijacho ili maisha yake yaboreke anavyoyataka. Ndio maana ya uchaguzi. Sasa kama hivyo, nawachaguni ni nani? Si ninyi? Sasa wanaotaka kuchaguliwa, ugomvi wa nini? Mwalimu alisema hakuna haja ya kugombana kama mnataka kuchaguliwa, eh? Hakuna haja ya kufanya nini, wala hakuna haja ya kutoa rushwa kununua. Wanaotaka mwachague. Asante sana. Na wewe na yule bwana amesimama pale. Sasa mimi napendekeza taasisi ya kumbukumbu, taasisi mama ni hii ya mwalimu alioanzisha mwenyewe, ninyi ni taasisi wajukuu. Tutaendelea siku moja tukae tuelewane, Mwalimu alitaka tufanye nini tukitumia majina yake katika taasisi? Mwalimu alitaka tufanye nini? Ametoa msururu wa mashariti. Naomba siku moja tukae tuzungumze, na siku nyingine tukitaka makongamano haya tusifanye ya saa mbili, tufanye ya siku mbili nne kusudi tuelewane juu ya mwalimu. Asante sana. Hey, hey, hey. Kwa ruksa ya mgeni rasmi naomba tumpe makofi mengi sana mzee Butiku. Niseme nisiseme, Samia, Samia, Samia oye! Mweshimua mgeni rasmi niombe tena utulivu nimlete Kapteni John Chiligati ambaye yeye amekaa na mwalimu pale White House kwa ukaribu kama alivyokaa Mheshimiwa Butiku kule Ikulu. Analo jambo la kusema, jitahidi kwa dakika tatu tuhabarishe. Karibu sana ndugu mgeni rasmi, viongozi mliopo, itifaki imezingatiwa kama alivyosema MC jina langu ni Kapteni mstaafu Kapteni John Chiligati. Mzee Butiku walifanya na mwalimu kwa miaka ishirini na moja. Mimi nilifanya naye kwa miaka minne tu, kwa hiyo Butiku ndio namjua vizuri zaidi kuliko mimi, na hiyo miaka minne ni pale ambapo alistaafu urais akawa akabaki kama mwenyekiti wa CCM mwaka 85 mpaka mwaka 86 mpaka mwaka 90, na ndicho kipindi peke yake katika historia ya chama chetu tumekuwa na mwenyekiti wa chama mbali na raisi wa nchi, mbali na baadhi ya watu wanatamani tamani, naona wanaandika kwamba hu tulikuwa utaratibu mzuri turejee, lakini mwalimu alituonya kwamba utaratibu huu utaleta matatizo kama raisi na mwenyekiti wa chama wasipoelewana nchi itapasuka. Kwa hiyo vijana mnaotamani tamani ina a ina, muda getosha tunga waelezeni ni mfupi sana kwa sababu mwaka themanini alitaka yeye aondoke kwenye chama na kwenye serikali apumzike, kama tuku ikamkatalia, kwamba nchi imetoka kwenye vita vile vya Uganda mwaka sabini na tisa uchumi umeparaganyika, jamii imeparaganyika unaondoka meli iko katikati kwenye mawimbi makali kabisa yanayumba, wewe nahodha, unasema unataka uondoke? Uondoki. Akakata, wakamkatalia kwa hoja na akashindwa kwa hoja. Ilikuwa sio rahisi kumshinda mwalimu kwenye hoja, lakini katika hii alishindwa. Mwaka themanini themanini na tano akasema safari hii sasa hata mkuja na hoja gani natoka. Ndipo akakubaliana na kamati kuu kwamba sawa sasa toka kwenye uraisi, lakini endelea kuwa mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo ukawa kuna makubaliano MOU kati ya kamati kuu na Mwalimu kwamba badala ya kuondoka kabisa, ya ku step down a step aside, badala ya kuondoka kabisa basi abaki kando ya dereva, awe anamwelekezaelekeza, ili nchi ivuke salama lakini alionya kwamba huu utaratibu wenye wa muda mfupi tu, baada ya hapo kofia zirudi. Kwa hiyo rais Mwinyi kipindi kile alikaa kama rais kama rais tu, lakini baada ya miaka minne mpaka tisini rais Mwinyi akapata. Kwa hiyo alipokuja sasa makao makuu pale White House rais Mwalimu Nyerere, ikabidi atafutwe mtu wa kumsaidia pale kwenye ofisi yake ofisi na shughuli nyingi za mwenyekiti. Basi mimi wakati huo niko pale makao makuu ya chama, ni afisa ya mwandamizi katika idara ya uendeshaji, ndio nikaambiwa na katibu mkuu wa chama Mzee Kawawa kwamba Mwalimu amekuteua uwe msajizi wake, ni personal assistant. kwa hiyo kwa miaka ile mine nilikuwa personal assistant wake. Sasa katika agenda hii ya leo, kwenye uchaguzi tunapokwenda kwenye uchaguzi na hasa kwa, kwa CCM basi dira yetu kielelezo chetu mo, kipimo chetu ni mwalimu, yaani zile sifa za mwalimu zile ndio mtihani wenyewe. Huyu nayotaka know, tuongoze ana max ngapi katika zile sifa zile za mwalimu ana max ngapi? Ana pasi ana feli? Na zile sifa wenzangu waliotangulia mizisema, moja, mwalimu alikuwa ni kiongozi ambaye mwelekeo wake ni wa kijamaa ni alikuwa ni socialist na alisema kwamba ujamaa ni utu, yaani maendeleo yawe people centered, yalenge ya, ya, ya, watu, usawa, fursa sawa. Sasa so siku hizi kuna baadhi ya watu wanaona taabu tena, wengine na system kabisa, unaona taabu kutaja neno ujamaa, hivi utu, people centered maendeleo, heshima Iko opportunities, yani fursa sawa kwa watu mbalimbali mbali, wapate maji, wapate umeme, wapate usafiri, wapate hiki wa... dhambi kwa, kama ujamaa kama ni dhambi hivi CCM kabisa. Kwa hiyo kama kweli tunataka sisi viongozi, ni lazima tuige mfano Mwalimu kwamba viongozi ambao watakuja kusimamia maendeleo ya watu kupitia siasa ya ujamaa na kujitegemea, wala si ujamaa, sio umasikini aamesha pewa sumu kwamba ujamani wa urofa ujamani maskini. Wachina ni wajamaa ni maskini, si ndio? taifa kubwa kabisa sasa hivi, karibuni watampita kama Marekani, Wachina. Kwa hiyo moja hilo, lakini nyingine ambalo ni kipimo kingine ni kwamba kiongozi lazima awe mtumishi wa watu, uongozi ni utumishi. Baadhi ya watu wanaomba a uongozi sio kututumikia sisi wanaomba uongozi wajitumikie, wajitumikie wenyewe na ndugu zao na marafiki zao. Hiyo ni kipimo si sahihi kuchukua kwa, kwa kipimo cha Mwalimu uadilifu. Mwalimu alikuwa kiongozi mwadilifu sana. Je, yeah, hawa viongozi ambao tunakwenda kuwachagua mwezi Oktoba ambao anakwenda kumsaidia sasa Samia ni waadilifu katika mienendo yao, tabia zao au wamefika kule kwenye uongozi tu tukwenda kujitajirisha tu. Tupime vizuri. Mwalimu hakwenda pale kujitajirisha, amekuwa pale Ikuru kwa miaka ishirini na tatu. Angekuwa iko pale anaporapora ana ibaiba angekuwa ndio bilionea mkubwa kuliko Mtanzania yoyote. Miaka ishirini na tatu, Mwalimu ametoka mtu wa kawaida, si maskini si tajiri, maisha ya kawaida e hao viongozi ambao tunachagua Oktoba, hiyo sifa ya Mwalimu wanayo kwa maxi ngapi? Rushwa, amesema Butiku hapa. Rushwa Mwalimu alikuwa mkali kwanza, alichukia rushwa, alikuwa mkali kwa ala rushwa kabisa kabisa. Je, yeah. Sasa tunapokwenda Oktoba, rushwa na hasa kwenye uchaguzi na hasa kwenye uchaguzi, Magufuli alijitahidi Kemea, kemea, kemea, hivi watu atu wanaogopaogopa hivi, japo naye baadaye akaja kufeli, kwa sababu mwishoni hasa ule uchaguzi wa mwaka elfu mbili, kwa sababu walisema mtu yeyote atakayeonekana dalili katoa rushwa na nini jina litafutwa. Watu, watu kaogopa. Sasa siji nini kilitokea, huwa, bado labda watafiti watafiti. Siku ya mechi, sasa uchaguzi umeshafika, refaria hayupo na filimbi hayupo mechi ikawa ina rafu aliyopata kuona. Hebu mwaka huu sasa tujitahidi, tujitahidi kabisa kabisa, hasa ndani ya CCM hawa watu wa, wa rushwa wanaotaka kununua uongozi uongozi na kama bidhaa kama ni mnada, mwenye hela nyingi ndio wanapata. Aibu kachama chetu, aibu kabisa. Tunaomba umalizie. Sasa namalizia <laughs> mambo mambo ni mengi ingine ingine, uh, alikuwa rais uh, Mwalimu Nyerere katika uongozi wake alikuwa hapendi mbwembwe, uongozi wa mbwembwe, mbwembwe maonyesho, kujionyesha onyesha, kiongozi alikuwa hataki hata misururu hii. Yeye, yeye rais, huko nyuma kuna magari sijui ishirini thelathini, alisema hapana kama kuna watu wanataka watangulie, basi niwakute huko, nako kwenda magari yao huko, si mimi. Nashukuru makamu rais, wakati mmoja ukiwa ndani ya Kigoma watu wamefunga barabara karibu saa mbili, wanakusubiri, ulikemea, ulifanya vizuri sana. Watu ndio ukweli, watu wanakaa wanangoja kiongozi, hupiti saa mbili kwa kweli unawakera tu, ndio kweli, wenyewe unawakera. Sasa sijui kama walikuelewa na wanatekeleza, sina hakika, kwa sababu bado naona kama bado mambo yanaendelea, lakini kwa kweli sio sio sawa sawa. Asante kapteni Chiligati. Basi nasema uchaguzi huu tumsaidie Raisi Samia, Samia tupate viongozi ambao watamsaidia kusimamia zile ara nne ambazo kusema kweli sisi wa hara nne ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Asante sana peni, makofi mengi sana sana, ili la barabarani hili, mpigeni makofi makamu wa rais tafadhali, maana alisemea kwa nguvu zote, mweshmee mgeni rasmi. Sasa msemaji wa mwisho tuliona tumpate mwanamama, lakini kijana msomi mwanajamii ambaye kwa namna moja au nyingine ameishi zile fikra za mwalimu na hasa katika eneo la kujitegemea.